Hujambo na karibu katika J24 Hours Channel. Rais wa Venezuela, Nicolas Maduro atiwa kizuizini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyefariki dunia wakati wa mashambulizi makubwa dhidi ya Venezuela, ingawa alikiri kuwa kulikuwa na majeruhi wachache upande wa Marekani. Akizungumza na kituo cha Fox News, Trump alisema kuwa kulikuwa na majeruhi wachache, lakini hakuna vifo kwa upande wetu Akiongezea kuwa wanajeshi walioumia wako katika hali mzuri kwa sasa. Trump amesema alizungumza na rais wa Venezuela Nicolas Maduro takriban ni wiki moja kabla ya mashambulizi hayo na kumtaka asalimu amri. Alidai kuwa Marekani ililazimika kuchukua hatua ya kisasa na yenye nguvu zaidi baada ya mazungumzo hayo kuweza kushindikana. Kwa mujibu wa Trump, Maduro alikamatwa katika eneo lililokuwa kama ngome na siyo nyumba ya kawaida. Iligubikwa na ulinzi mzito na hatari. Rais wa Marekani alisema operesheni hiyo ilihairishwa kwa siku kadhaa kutokana na mazingira kutokuwa rafiki ikiwemo hali ya hewa. Trump pia amethibitisha kuwa Maduro na mke wake wanasafirishwa kwenda New York ambako anakabiliwa na mashtaka ya jinai. Alisema wanasafirishwa kwa kutumia helikopta na meli na kudai kuwa wanawajibika kwa vifo vya raia wengi wakiwemo wa Marekani. Kuhusu mustakabali wa Venezuela, rais Trump alisema kuwa Marekani imehusika kwa nguvu katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Aliongezea kuwa bado anafikiria iwapo ataunga mkono kiongozi wa upinzani Maria Corina Machado kuchukua uongozi, huku akidai kuwa uchaguzi uliomrejesha Maduro madarakani haukuwa wa haki. Trump amesema kukamatwa kwa Maduro ni ujumbe kwa dunia kwamba Marekani haitachezewa tena akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga pia kukabiliana na biashara za dawa za kulevya ambayo anadai inaua mamia ya maelfu ya watu kila mwaka nchini Marekani. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hakutakuwa na hatua zaidi zitakazochukuliwa dhidi ya Venezuela kufuatia kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro. Seneta Lee alithibitisha kukamatwa kwa Rais Maduro na kuelezea kuwa atakabiliwa na mashtaka ya jinai nchini Marekani kufuatia mawasiliano ya simu na Rubio. Rubio hatarajii kuwepo kwa hatua zaidi kuhusiana na Venezuela sasa, baada ya Maduro kuwa mikononi mwa Marekani, alisema Seneta Lee. Lee aliongezea kuwa mashambulizi ya Marekani yaliyofanywa ili kulinda na kuhakikisha wale wanaotekeleza amri ya kukamatwa